aitwaye Hosea Joel Lusingu Lusigwa kwamba ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao alikuwa akitumia usafiri wa pikipiki na gari, na alidai kwamba namba za pikipiki na gari hakuweza kufahamu usajili wake. Alidai kuwa watu hao ambao walimkamata kwa nguvu